Ndugu wa Tanzania, habari za wakati huu. Naitwa Kanal Polepole, nina mambo machache sana. Leo nimekuwa nikiongea sana, lakini katika kuongea kwangu nimekuwa a very diplomatic, nikitoa code nikitoa taarifa, lakini this now it's very serious and there is a consequences. Cha kwanza nianze kwa kuwapa pole wa Tanzania, tuko katika kipindi kigumu sana, na msikubali kurudishwa nyuma na hawa watu wabaya tumepoteza ndugu zetu kwa maelfu saizi wanalipana mishahara na posho, it wont work. Hilo lilikuwa la, la kwanza. La pili niseme kwamba mimi sina akaunti ya Instagram huyu eh, dogo Abduli eh, ana vijana wake wako pale eh, Mikocheni, wamefungua akaunti yangu. Kwa hivyo ukienda inbox, ujua watakukula kichwa watu, ukifanya vyovyote, hata kama unanijua vizuri sana kwenye ile account, ukijiroga, my friend you are gone. Kwa hivyo stay away from account inaitwa Agustino Polepole, stay away kila wakati. Swala la tatu nimekuwa nikisema, nafuatilia, nimefuatilia kwa ukaribu sana everything you know maswali yote ambayo unajiuliza, unataka mimi nikupe majibu, na mimi nilikuwa na maswali hayo. Nimejifuatilia, nimejiridhisha kwa kushiba eh, nini, nani, wapi, kwa nini, yote nimejiridhisha kwa kushiba. Sasa basi. E, kama ntazungumza tena itakuwa bahatimbaya lakini, ninachotaka kukisema saizi natoa masaa ishirini na nne, natoa masaa ishirini na nne, wamwachie Hamfrey Polepole tena wampeleke Segilea, watampeleka vipi sijui wampeleke Segele. Natoa 24 hours kwa sababu toka mwanzo nimekuwa nikizungumza, imebidi niendelee kuzungumza kwa sababu mimi sifanyi mambo ya gizani. Walienda kumteka Humphrey, alikuwa nakaa peke yake eh, kimia kimia, najua walifuatilia zile movement na nini na nini. choke mimi niko live nasema, natoa 24 hours, wamwachie Humphrey tena wampeleke segerea kwa mama yake. Kinyume na hapo, nitajilipiza, nitajilipiza watu wote ambao nimewahi kuwataja. It doesn't matter. Syndicate, ikisoma vyovyote tunakula kichwa, nakula kichwa, ukijaa kwenye kumi na nane nakula kichwa kwenye Syndicate ukijaa. Sasa, ili msije mkaona kwamba nimewaonea na washauri ongezeni ulinzi ili ni kila kichwa, msije mkaja na sababu. Jeshi la polisi, if you see this is a criminal, open the case, open the case. I know there is a consequences on this nimejiridhisha kwa ukweli nilioshiba, ongezeni ulinzi, nitalipa kisasi. Mzee Kikwete, ongeza ulinzi. Mwanao Ridhiwani, ongeza ulinzi. Samia Suluhu Hassan, ongeza ulinzi. Eh, Director General Intelligence ongeza ulinzi. IGP ongeza ulinzi. Awa machawa mulilo na mafole, eh, you just decide man, na wale wale chawa ambao walikuwa wanafuatilia wakaingia, walikwenda na zile gari wakapaki pale wakakata nyaya, wakavunja mlango. Ongezeni ulinzi, ili nitakapolipa kisasi kusio kwamba sijui nini, sitaki kufanya tukio kama mlilofanya kwa Humphrey. Hata Humphrey alikuwa nyumbani peke yake. Mimi nitalipa kisasi kwa jina la Mungu wa Israeli Mungu wa Shadrak, Meshak na Abednego, Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, ntalipa kisasi, na kisasi hiki kinaanza baada ya masaa ishirini na nne ishirini na nne kutoka sasa. Nimewavumilia kiwango cha kutosha sana, na sio kawaida yangu, wanaonifahamu wameshangaa. na sio nyinyi tu, hata wale mnawatuma wenye gari zinazunguka zunguka, waambieni wawe tayari. Sitarudi nyuma baada ya masaa ishirini na nne. Mzee Kikwete, nakuheshimu sana lakini nafikiri uzee wako, jiulize mara mbili. Liziwani, kijana mdogo sana. <laughs> Ongeza ulinzi Samia, ongeza ulinzi Wambura

Mkitaka amani na haki mwachieni Humphrey akiwa haki, akiwa akiwa hai na mwenye afya mumwache segelea kwa mama yake Narudia tena after 24 hours. Mungu, ibariki Tanganyika. Mungu muumba mbingu na dunia na vyote vijazavyo, Mungu baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, wafariji waliopotolewa na ndugu zao. Yote hayo yanaleta matumaini kwa watu, lakini Tanzania haina mpango wa kujali wananchi wake. Wangelikuwa wana kusudi la kutaka kusaidia kweli wananchi wao, licha ya matatizo na changamoto ambao wametuletea kwa kutuua na kutuharibu vibaya, wangekubali kukiri na kuomba msamaha alafu wakawajibishwa kama kweli wana nia kutusaidia wananchi kama kweli wanania ya kutusaidia wananchi, kama kweli wanania ya kuleta maendeleo kwa wananchi, wangetusikiliza, wangetupa kile tunachokitaka. Lengo si tunaitaka tuijenge nchi yetu, lengo si wote tuwe wazalendo ili Tanzania iwe mbali. Lakini kwa nini badala ya, ya kufanya yote hayo ambayo si tunahitaji, ndio kwanza wanaamua kueneza propaganda za kijinga na kipumbavu, wanalipa vijana wa UVCCM, wanawajaza ujinga, wanaenda wanakomi. Yani sijajua na sijaelewa kama kweli tunaongoza na watu wenye nia njema na Tanzania sijajua na sitaki kuamini hivyo kwamba tunaongozwa na wana, na viongozi ambao wanania njema na Tanzania, kwa sababu sisi tumekataa, tumekataa baada ya kuona unyang'anyi, tumekataa kuona baada ya utekaji kusheheni watu wanaosimama hadharani na kuusema ukweli. Jamani, hiki sio sawa, hiki sio sawa, hii iko hivi. Na tena ukionekana unasimama kuwaelimisha watu wengine waijue kweli, wewe ni adui wao, wewe ni adui wao. Tutaishi hivyo mpaka tutaishi hivi mpaka lini haya sasa hivi mimi hapa ninaongea nina mashaka maana naangalia nje maana naangalia wapi naogopa nikikuta tunajadili masuala haya ni dhambi ni kosa ni kuuliwa adhabu yake ni Tanzania tunaotaka kuijenga hii ndio demokrasia ambayo tumeichagua kweli ukiwa na utimamu wa akili wewe unawindwa ukiwa wewe ni mzalendo wa kweli na unasimama kuisema ukweli wewe ni mbaya na ni adui wa taifa kweli Tanzania tulikofika ni kubaya sana ndugu zanguni kubaya sana najua hali sio nzuri, hali sio nzuri si na haiwezi kuwa sahau, kwa sababu ametujeruhi, na haya matukio hatuwezi tukayasahau kamwe, kwa sababu mimi nilivyoangalia TV ni, ni, zile video, nimelia. Watanzania wanakutwa kwenye mabanda ya video wanaambiwa toka nje, lala chini, wanamiminiwa risasi. Vijana, watoto wadogo, watoto wadogo wamemiminiwa risasi, wameuawa, wanaangalia mpira. Masikini, huenda hata vijana wale wa... Wamefatwa, tokeni nje, laleni chini, wanamiminiwa risasi. Nyingine naona bodaboda anasema, mimi ni bodaboda tu, anaambiwa piga magoti. Mimi ni bodaboda boda, piga magoti, jamani, msiniue. Tunasikia milio ya risasi na kumnyamazisha kimya. Mtoto mdogo amepigwa risasi, watu wanamwambia o oh, tunapambana, unakufa unakufa lakini sio kinyonge. Nimeiona hiyo dada mwingine video pekee lionigusa ambao, kila mmoja bila shaka imemgusa, dada anakimbia na mama yake, risasi nyuma, tena wanalenga. Inaumiza, inaumiza. Mwingine amefuatwa nyumbani, ameuliwa mbele ya watoto wake karibu wanne, wanaona mama yake anavuja damu, ameuliwa mbele yao. Wale watoto wanajengewa taswira ipi? kuna mwingine Kigamboni hapa yupo kwenye gari anasimamishwa na polisi, anasema, ah, kwa sababu ni polisi, basi itakuwa ni sehemu salama, wacha, ni sehemu salama, wacha niwasikilize wananipa maelezo gani. Anafungua kioo na miminiwa lisasi mbele ya watoto wake wawili. Alafu leo hii badala mkubali mkili na mkubali kuwajibika juu ya makosa yenu, mnaanza kueneza propaganda ya kusema kwamba watu kutoka nje wanatuhamasisha. Watu kutoka nje walitakii mema taifa letu, watu kutoka nje wanamezea mate kweli kweli, rasilimali zetu, kweli vijana kutoka kuomba tume huru ya uchaguzi, vijana kutoka nje kuomba uchaguzi urudiwe na kuzuia uchaguzi batili uliokuwa nafanyika, vijana kutoka kuomba katiba mpya, ni mabeberu wanatuonea wivu? Kwani katiba tumetengenezewa na mabeberu au tumetengeneza sisi wenyewe? Hii tume huru ya uchaguzi ni kwa sababu ya mabeberu wanaitaka au tunaitaka sisi wenyewe? kwa Unajua, paka anawaza anasema hivi, kweli Tanzania ndo tumefikia hapa? Inaumiza moyo, inaumiza moyo ndugu zanguni wa Tanzania, inaumiza moyo, alafu inasikitisha sana kuona kijana wa kitanzania anatumika vibaya, hataki kujali wala kuona maisha umaskini ya umaskini yaliyo yabeba, hataki kuonea hata, hata huruma kizazi chake alichonacho, kwamba je kitakuja kifaidike vipi na nchi yangu, yuko tayari kuisaliti nchi yake kwa laki tano milioni ingi elfu kumi ambazo wanalipwa na kujazwa ujinga. Ni aibu sana kwa taifa letu, ndio <tuhi> maana nani akasema vijana wengi ni waumini wa kusema amani amani. Kuna jamaa jingine tutusa linasema kwamba bora amani kwanza kuliko hicho mnachokisema Ndiyo, ni mara ngapi tumeishi kwa amani bila haki kuwepo? Na kumbukeni, watu wanapoifahamu haki kwenye maisha yao, uvumilivu huwa unaisha, uvumilivu huwa unaondokaga kwa sababu hakuna mtu anayekubali kunyanganywa haki yake maadamu anaifahamu iliyo kweli. Hayupo sasa. Vijana wa Kitanzania wanaelewa jinsi mambo yanavyoenda, lakini wamekataa kuusimamia ulio ukweli. Hii ni hasara na hii ni laana. Kijana wa Kitanzania hutaki hata kuona damu nyingi zilizomwagika za watanzania juu ya idadi elfu kumi watanzania wote wameanguka chini. Kuna watu waliokuwa tayari wameshatimiza ndoto zao wanafurahia maisha yao na wanasaidia wazazi wao, wamekatishwa kwa risasi. Kuna vijana walikuwa wanapambania ndoto zao, huenda pale kuna madaktari, huenda pale kuna watu fulani, wamekatishwa ndoto zao, lakini pia wasioandamana. Na tena tunasikia walio ambao hawakuandamana ndio wameshughulikiwa, wame kwelikweli tofauti na wale ambao wa tumetoka nje jana unakuja una komenti ujinga, mmeshindwa. Alafu sasa alivyo majinga anasema mmeshindwa, mmeshindwa, wameshindwa na wahamasishaji wao kutoka nje, kweli eti tumeshindwa kwa sababu ya wahamasishaji wetu kutoka nje. Hivi hawa vijana ni wazalendo hawa vijana kweli? wanaitakia mema nchi yao hawa vijana kwanza wanafikiria nini jamani? Kwa kweli Nyerere alichokisema, Nyerere ndio maana ni mmoja wa viongozi waliokuwa ma genius katika Afrika, alikuwa ni genius mkuu, kwa sababu ndio mmoja wa watu walioongoza liberation ya ni nchi nyingine nyingi hapa, na Tanzania ndio ilikuwa pia ni nchi iliyofadhili wale wapiganaji wa msituni kwa ajili ya kukomboa nchi zao, kwa sababu alikataa. Nyerere kaenda nje kapata exposure kaona, mbona kama tunachofanyiwa si sawa, mbona kama mambo hayako hivi? Katoka kule katumia ujuzi na elimu alionayo kaamua kuja kuikomboa Tanzania, hakukubali kulizika. Leo hii kwa nini? Leo hii kwa nini hatutaki kuipambania nchi yetu? Kwa nini hatutaki kuipambania nchi yetu? Kuna, kuna, kuna mjinga mmoja anaitwa Ramadhani hapa anasema wewe sio mzalendo, kwa nini unataka kuichoma nchi yako mwenyewe? Hakuna mtu aliyekuwa anafurahia kuchoma nchi yake yeye mwenyewe, lakini kwa sababu ya hasira iliyojengeka kwa wananchi kwa wao kuto kusikilizwa, wamekataa mambo mengi sana, wamekuwa wakisema, lakini hakuna hatua yoyote inayochukuliwa hasira. Alafu wanachokichoma, wanachokichoma wamekijenga wao, na hata tungesema kwamba kila mmoja achangishwa atafute fedha kwa ajili ya kurudisha hizo hizo hizo hizo mizaa au hivyo vitu vilivyochomwa, tulikuwa tayari kuchanga kurudisha. Haya, wangeweza kurudisha hao watu waua na hata kama mtu anayechoma hizo hizo hizo vi si, si mwendokazi sijui sheri si nini, mnaweza kurudisha uhai wa Mungu, uhai ambao, ambao, uhai wa binadamu ambao mtu amepewa na Mungu, na hicho nachokitafuta ni laana kubwa sana hii damu haitaenda bule, Mungu akuruhusu haya, na kila damu imebeba kusudi. Ndiyo maana wewe hapo Ramadhani zevu, ukitoka hapo ukaenda kuua mtu, ile damu itakusumbua ile dhamiri itakushtaki kwamba nimeua na uende, itakuia ugumu sana kubaki na hiyo sili, utatamani umwambie mtu kwamba nimeua. Kwa sababu gani? damu damu ni nafsi, yani damu ni kitu ka nzae, kama uhai. Damu imebeba uhai, damu imebeba uhai, damu imebeba uhai. Watu zaidi ya elfu kumi ni sawa na lita elfu hamsini wa wanarundikwa kama mahindi, wengine wakiwa tena ni wazima, wanapelekwa hospitali, wanasema hapana, natakiwa wakafie kabisa wakafie mochoali. Watanzania, hakijawahi kutokea kitu kama hiki, hakijawahi kutokea kitu kama hiki, na ndio maana tunayo sababu ya kusimama sisi kama Watanzania kwamba ndugu zangu, ni tu iko, tukiwaruhusu manake tumehalalisha utekaji, tukiwaruhusu tumehalalishwa kuibiwa na wakiendelewa hawa, kumbuka rasilimali zote zitaondoka. Sasa hivi meona kila kitu kinabinafsishwa, eh? Kila kitu mwekezaji, kila kitu huyu, kila kitu huyu, kitu gani ambacho sisi kama serikali tunasimamia, hivi ni kweli imeshindikana eh? na mbaya zaidi, unasikia milioni yashikilia hapo hapo kwenye kubinafsisha. Mbaya zaidi, wanabinafsishiwa wanapewa, wanapewa Waarabu na Wachina ambao hata hawajai kupaza sauti kwene hayo mauaji. Means what? ni kwamba yani wana wanapenda tu tuendelee kufa ili wao waendelee kunyonya waendelee ku, waendele kumilikishwa rasilimali zetu sisi ambazo tunategemea watarithi vizazi na watoto wa watoto wetu. Tunaona bwana endelea ni... eh? Tazara amepewa Mchina aisimamie ndani ya miaka 30, na hapo ujui kwamba uende waisimamie ndani ya miaka 30 usiende kuwauliza okay. kodi kabisa nini eh? mambo yuta... eh? eh? Kia amepewa Mwarabu, unaambiwa kwamba Mwarabu kachukua tano, kampuni ya kina Abdulia asilimia ishirini na tano, Tanzania asilimia kumi. Na kuna mtu pia akasema sijajua kama ni ukweli kwamba ukienda eneo fulani pale Ngorongoro unasoma mtandao wa Waarabu lakini pia nakumbuka mama huyu huyu mwanamke unaambiwa hivi wanakuambia hivi, now you are inter in the UAE Emirates, UAE United, yani ni kama taifa unaingia, yani yani nchi ndani ya nchi ndani. Walipinga hilo kina Mwabukusi walikuwa kipindi icho na mdude la mdude, Mungu amlinde huko aliko amepambana sana United, United. United. Na, na Sina, sina uhakika. Sina shida ya laini, lakini tu kwa sababu watu wengi unakuta wanakuwa wanatumia simu za <coughs> <coughs> laini za nyumbani, ndio nilikuwa na laini za nyumbani, ndio nilikuwa na uoga, inakuwaje mpaka